kufanya na mwisho eh, wa siku tufanye maandalizi ambayo naamini yataendana na ukubwa na uzito wa mechi ambayo ziko mbele. Hali ya wachezaji kwa mzuri, nashukuru kwamba hata walikuwa waigani unamwona kama anti na, na maduka mara tulioacha kwenye mechi yetu dhidi ya Simba na dhidi ya Kerugoni, lakini wamerecover na wote wako tayari na tunaona hapo mazuri. Kwa kwetu sisi kama technical bench ni jambo la kumshukuru Mungu kwa maana kwamba kikosi chetu kinaendelea kuwa kamili, kujiandaa na kufanya maandalizi mazuri kuelekea mechi yetu dhidi ya JKT, lakini na mechi dhidi ya KMC. Kwa hiyo sisi kama technical bench tunafurahi kuona wachezaji wetu wote wako katika mazoezi.

Aa, tunafanya mzuri katika michezo yetu kama unavyoona, siku ni nyingi kuelekea michezo hiyo. Naamini hapa kati basi tutafuta at least mechi, walau mechi mbili, ili wachezaji wetu waweze kufanya

na, waspani, na walizu, ambu, mbwile, tuna management ambayo e, e, iko vizuri kwa maana kwamba e, ina, inatekeleza wajibu wake, inafanya kila kinachowezekana kwa sababu amna malalamiko aint na ie hini ya mizetu kako na watu ambao kimsingi wako na timu pamoja, hawajakata tamaa toka timu ilivyokuwa inafanya vibaya mpaka sasa timu inaendelea kufanya vizuri. Mwisho wa siku, tuna viongozi ambao kimsingi wanajua nini wanakifanya, lakini vile vile tuna viongozi ambao wana matamanio mazuri kuhakikisha kwamba timu yao inafanya